Ametakasika Allah ambaye alimchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa mbali ambao tumevibariki vilivyouzunguka ili tumwonyeshe baadhi ya ishara zetu. Hakika <tip> yeye tu ndiye mwenye kusikia sana, mwenye kuona atyna musa lkitab wjalnah huda lbni israil ala ttahdhu mn duni wakila. na tukampa Musa kitabu na tukakifanya uongofu kwa wana wa Israeli, tukamwambia msiwe na mtegemewa ila mimi. dhuriyyata mn hamalna maan Enyi kizazi tuliowachukua pamoja na Nuhu, hakika yeye alikuwa mja mwenye shukrani. Wa qadayna ila bani israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayni wa la ta'lunna 'uluwan kabira na tukawahukumia wana wa Israeli katika kitabu kwamba hakika nyinyi mtafanya ufisadi katika nchi mara mbili, na kwa yakini mtapanda kiburi kiburi kikubwa.

watakuingilieni ndani ya majumba, na hii ilikuwa ahadi iliyotimizwa. maradadna lakum alkarata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nafira. Kisha tukakurudisheni nguvu zenu dhidi yao, na tukakusaidieni kwa mali na wana na tukakujalieni mkawa wengi zaidi. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha, basi mkifanya wema mnazifanyia wema nafsi zenu na mkifanya ubaya mnajifanyia wenyewe. Idha jaa waadu al-akhirati liyasuu wujuhakum waliyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma alaw tatbira, Na ikifika ahadi ya mwisho ili waziharibu nyuso zenu na waingie msikitini kama walivyoingia mara ya kwanza na waharibu kila walichokiteka kwa uharibifu mkubwa. Asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Wenda Mola wenu mlezi akakurehemuni na mkirudia, na sisi tutarudia. Na tumeifanya jahannam kuwa ni gereza kwa ajili ya makafiri. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna ssalihati anna lahum ajran kabira. Hakika hii Qur'ani inaongoa kwenye yale yaliyonyoka kabisa na inawabashiria waumini ambao wanatenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa. wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban al alima, na ya kwamba wale wasioiamini akhira tumewaandalia adhabu chungu.

Famahawna ayatal-layli waja'alna ayatan-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas-sinina walhisab, na tumefanya usiku na mchana kuwa ishara mbili tena tukaifuta ishara ya usiku na tukaifanya ishara ya mchana ni yenye mwangaza ili mtafute fadhila itokayo kwa Mola wenu mlezi na mpate kujua idadi ya miaka na hesabu. Wa kulli shayin fassalnahu tafsila. Na kila kitu tumekifafanua wazi wazi. Wa kulli insanin alzamnahu tairahu fi unqihi wanukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura, na kila mtu tumemfungia amali yake shingoni mwake na siku ya Kiyama tutamtolea kitabu atakachokikuta kiwazi kimekunjuliwa. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, ataambiwa

Anayeongoka basi anaongoka kwa ajili ya nafsi yake, na anayepotea basi anapotea kwa hasara yake mwenyewe, wala habebi mbebaji mzigo wa mwingine, wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke mtume wa idha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira, Na pindi tukitaka kuteketeza mji kuwaamrisha wale wenye starehe na anasa, lakini wao huendelea kutenda maovu humo basi hapo kauli huthibiti juu ya mji huo nasi tukauangamiza kwa maangamizo makubwa. wa kam ahlakna min alqurun min ba'din wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Na kaumu ngapi tumeziangamiza baada ya Nuhu, na Mola wako mlezi anatosha kabisa

Tutafanya haraka kumletea hapa hapa tunayoyataka kwa tumtakaye, kisha tumemwekea Jahannam, ataingia humo hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa na kufurushwa. waman arada alakhirata wasaalaha sayaha wahuwa muminun faulaika kana sayuhum mashkura

wote hao tunawakunjulia hawa na hao katika neema za Mola wako mlezi, wala neema za Mola wako mlezi hazizuiliki. Unzur kaifa faddalna ba'dhahum ala ba'd wala al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, angalia vipi tulivyowafadhili baadhi yao kuliko wenginewe na hakika akhira ni yenye daraja kubwa zaidi na fadhila kubwa. La taj'al ma Allah ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula, usimfanye Mungu mwingine pamoja na Allah, usija ukawa wa kulaumiwa uliyetupika.